United Opposition iko na agenda. Na agenda ya kwanza ni tuhakikishe ya kwamba the country's relations na other countries imerudi mahali ilikuwa. Uhusiano wetu na mataifa mengine including wale wanatuzunguza wanatuzunguka eh, lazima tuirudishe mahali ilikuwa. Kenya ni kiongozi within East African Community. Lakini siku hizi sisi tunakuwa associated na kuangusha nchi zingine. Unaona Wakenya vile wanaangaika na wana mtu wa kuwatetea. Uh, jambo la pili ni ule uporaji na wizi wa mali ya umma na bribing of uh, the public Kenyan people. Um, naendelea kuhimiza watu wetu, mukitiwa hizo fedha muende mchukue na mkule, na ile yenu yani imeimbiwa, endeni mchukue lakini wapeleke hao wa watu nyumbani. Jambo la tatu, ukiangalia tulikuwa na shirika ambayo ilikuwa inafanyia watu kazi, NHIF. Siku hizi ni shashi. Uh, watu wanaenda wanatibiwa wanapewa mandawa, lakini hiyo hospitali, mahospitali mengi itaenda kuanguka. Kwa sababu gani? Kwa sababu tunatumia shisha kukusanya mabilioni ya fedha kutoka kwa wananchi, lakini hatutumii hiyo fedha kurudisha kulipa yale mahospitali ndiyo yaendelee kuundumia wa Kenya. Instead, hiyo fedha ikichukuliwa inapelekwa kwa bangi kwa benki fulani ambayo imenunuliwa na mwanasiasa wa UDA na hiyo mambo yote tunajua. So ukiangalia ile iliyopo ni uporaji na wizi. So tuko na ajenda ukiangalia hayo mambo yote. Eh, policies za hii serikali. Policies za hii serikali serikali. And I will continue saying, italeta ufukara na umaskini hujawahi kuonekana hata wakati wa KANU. Hautakuwa vile ile umaskini utaachwa na hii serikali wakati wakati umura wake unaisha. Uh, ukiangalia jambo lingine ni kwamba look at education sector. Saa hii education sector, wadhiri wa vyuo vikuu ndio saa hii wamerudi kasi for the last, for the last uh, over two months wamekuwa kwa street. Uh, angalia upande wa afya imezorota, nini hakuna kitu kaaswa inaendelea katika taifa letu mm -hmm. So the agenda ile iliyoko kwanza saa hii ndio haya mambo turudishe hii inchi mahali ilikuwa. Haiwezi rudishwa Ruto akiwa kwa, kwa rais, haiwezi rudi ikiwa ikiwa hawa watu wa kwa power aiwezi kuwa UDA na Kenya Kwanza ikiwa ndio inaongoza taifa la Kenya, ugatusi unakwisha Kenya. Ye wana, technically, tunaongea katiba inasema at least 15% ya fedha iende iende ile yote imekusanywa iende katika ugatusi, lakini awa technically wamechukua wizara zote mashirika yote ambayo ilikuwa inafanya what the counties are supposed to be doing wamewapea bajeti kubwa na unaona fedha nyingi nabaki katika serikali kuu saa hii what goes to devolution is less than 9% ukicalculate mzuri so for us to fix devolution in Kenya we must get rid of Uda and Kenya Kwanza agenda iko agenda iko watu wa ignore what, ignore, what Uda and these people are saying the agenda number one for us to fix the problems that are affecting this country we must get rid of these people